Walisema haiwezekani, sisi tunaangaika, yeye yeah, anasinzia mm -mm, huyu jamaa, mwombe mungu wake tuona. Akasema ah, wala siangaika hata kumwomba Mungu, maana alishaniambia kila kitu. Nimekaidi nyinji akufanya ili muwe salama, nitupeni baharini. Nayona akiwa kanisani ni hatari sana, hata tupwe baharini mpana. Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Lazima kanisa liumbe Muulize jina lako wewe niona. Neno limetangulia. Mwambie neno limetangulia. Li ambayo ni nuru. Inang'aa gizani moto. Kitu gani kimekuwa ni giza kwako? Ki Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wa Amen. Walipomtupa habari ikilia lakini kuna watu walikuwa hasara pa. Walitupa mashehena viatu vya kisasa vya kizamani kila kitu. Mizigo itupo lakini bado meli inaenda tu. Imetikisika mpaka kila mmoja wakaomba miungu yao ikashindikana wakarudi kwa Yona. Kwa nini? Yona neno lilitangulia hapa, kwenye kona hii atakaa mtumishi wangu. Kiwanja alichonunua mali ponua, neno lilitangulia. Amen. Ema walikuwa na wazo kwamba tutajenga mzambarao. Eh? Lakini kabla hujatoka ngao neno lilitangulia. Utapita hapo, utapita hapo pale ndipo utakapojenga. Neno nilitangulia kwamba pale heri juu kuna malikia wako ambaye afananishi na mwingine, hata kama wengine watasema ni mbaya, lakini yule si kwa ajili yao, ni kwa ajili yako wewe. Hebu cheka kidogo kwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilijua kama ukienda kwa Mama Eva utamkuta mama mdogo mwenye kasauti kadogo kanakofanana na wewe, kuhulizisha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama angeinuka namna gani, na, na yeye akaambiwa kwamba neno lilinitangulia kwamba utatoka huko nje kitondo utaenda paka masubu. Alikuwa hapa juu, ndio mara ya kwanza kuja, kumbe anakuja kukutana na yule ambaye atakuwa ni mume wake. Amina, ah. Neno lilinitangulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Au toka dimani hawakujua kama kutoka mdogo na mama wajuaishi huko. Hawakujua. Ukimuuliza kila mmoja amekuja kwa maajabu hapa. Hivi hapa kuna mwenyeji wa kuzaliwa hapa? Hapa. Ukiwa kukuta hapa anafika hata 10 hapa. Au kuzaliwa? Maria alizaliwa? Eh neno lili tangulia nuru inatangulia kwenye giza hebu mpe mwenzako tano za Yesu Mungu alisema nini na wewe wakati unaokoka shika hilo Mungu anasema nini na wewe Unaona nini? Kuna mtu amesema mimi nimefanikiwa, mimi nimebarikiwa. Watu hapa wanakangawala hapa, lakini kuna siku mtakangawala zaidi hapa. Wengine anakuja kuona, hata kama tunakuja huko lakini leo tuko mahali hapo kwa sababu ya neema ya Kristo. Nuru ya Yesu imeangaza mpaka huku, nuru ya Yesu imetuongoza mpaka huku. Hatupitie kwenye magumu kiasi gani, jua moyoni mwako kwamba neno lilitangulia na liko hapa linasema, liko pamoja na mimi. Kwa hiyo misumari na nichoma haitaniumiza, hata damu zitoke hazitaisha. lakini neno limetangulia. Kwa siku moja, tarehe ya leo, tarehe ngapi? Unajua leo tarehe kumi na sita. Sema tarehe kumi na sita, sema tarehe kumi na sita, weka imani mwani mwako. Sema sema tarehe kumi na sita, ninavua magonjwa haya, ninavua magonjwa haya.

kuwa mimi ni mtumishi mwenye mafanikio, maana nuru niliyonayo inang'azia sana, inang'azia sana. Kuanzia wiki ijayo, saa mbili na kumi fika hapa, apo ka Yesu asifiwe, mmenisikia? Hey, kaugonjwa hako. Ninyi ndio ambayo taka mpokee wageni, sio mchungaji. Ninyi ndio ninia mpokee wageni na kupangilia ibada, sio nategesha ikut mchungaji ameshafika ameshaanza kuimba sipo, hiyo mm -mm, sio ibada na mashemasi waini katibu, panga vizuri mashemasi Awepo kiongozi, kazi tachagua mwenyewe, ambaye atawapanga viti vipangwe na mashimasi. Mashimasi ndio mtaagiza watu wengine musimamie, nyinyi wanafika ni wangapi shida. Amina. Imezima la hapo, napoka megonga mtanuna, lakini ajamtaa Nimerudia tena, Mungu anapolitazama kanisa si vile alivyokuwa anatazama mwaka jana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi mko vile wa kutofuta makaa jana, mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri. Badilikeni, msiishi kama jana, ishi kama leo. Jifunze kuishi kwa nyakati Neno linatembea kulingana na nyakati. Neno lilitangulia kwamba kuna nyakati Yusufu atatupiwa wapi? Shimoni. Kuna nyakati Danieli atatupiwa kwenye tundu la simba, likatembea kwa nyakati zile zile. Danieli ataishi kulingana na nyakati zile zile. Sina zuri hata leo, wale wale walioishi miaka 99 na leo wanaona kuna utofauti mkubwa kuna misemo sasa hivi anasema sisi watoto wa 2000 mimi nasikia wewe unasikia asikia yeah. bado miaka mitatu anaanza kusema watoto 2010 bwana yesu asifiwe yeah. amen